Sasa <coughs> so, kwa gemu ya jana, gemu tulivyoianza jana tulianza gemu katika dakika kumi na tano mpaka kumi mpaka kumi na tano za kwanza tulikuwa kwenye tempo ya chini, na maana wala Atalanta walikuwa wanachukua mchezo walikuwa walikuwa wanachukua mchezo kiasi kwamba kwa, kwa sababu kwa kwa walikuwa nyumbani, nguvu ya mashabiki uhitaji wa gemu kwa upande wao walikuwa wamejiandaa, tunaona kabisa walikuwa aggressive yani, one v one walikuwa wanafika hatari sana. Ani, ya kiungo, Ederson, mpira ya De Roon walikuwa na win mpira ya ila kugombania, lakini tuweze kusurvive katika situation hiyo mpaka mpaka pale tuweze situation <coughs> dakika ya ishirini isina ishirini kwanza kumi na tano mpaka thelathini hivi tuko tumechukua mchezo tukaweza control game, umeona pale Reece James, umeona pale Moises Caicedo pamoja na Enzo katikati japo, kukua Enzo, alikuwa na mchezo mzuri sana jana, lakini lakini tukatengeneza baadhi ya mashambulizi na mojawapo na tukapata tukapata bao tukaendelea ku maintain game kuchukua game tukasoma yani, tukachukua game mpaka pale alikuwa anafika kazi kubwa sana, sana pale Enzo alikuwa anafanya runs ambazo ilikuwa a zinazuia Atalanta kupanda. Sasa yule de Roon alikuwa hapandi kabisa kuna namna kama alikuwa anatembea tembea na Enzo Torres James na Moises Caicedo walikuwa wanatawala eneo la katikati tuka pande zetu pembeni mwa uwanja zikuwa haziko active kivyo hapa namzungumzia Gittens pamoja na Pedro Neto Gittens alikuwa baadhi ya wanavijana ambao ibidi ya control ni yeye atembee na mpira alikuwa sehemu mbayo ya kutoa ya kupiga pasi kufanya maamuzi sahihi, alikuwa hana mchezo mzuri kihivo, ambao nitegemea kabisa kipindi cha pili asingeweza kurudi, tungeweza kupata fresh legs, lakini cha kushangaza kocha akamrudisha, akamaliza paka dakika tisini. Kwa Pedro Neto alijaribu kwa kadri ya uwezo wake, lakini kuna kitu siku hizi sijui kinatoka wapi au ni ile igo ashakuwa na igo kichwani kwamba mimi ni regular starter kwenye hii timu sikuhizi analawama sana. Yani, kuna baadhi ya mipira akipigiwa either, imeenda amepigiwa ikaenda ndivyo sivyo, unaona kabisa narusha mikono, body language yake sio nzuri, hata kwa wachezaji wenzake. Sidhani hiki kitu kama ni kizuri sana kwa yani, kitimu sababu ana kidevelop naona kama game mbili tatu hivi, yani mpira kija kija ambavyo sivyo, unakuta anarusha mikono, lawama, body language yake sio nzuri kwa wenzake, sio kitu kizuri. Nahisi kuna haja ya Maresca kukaa naye kumwelekeza kwamba hicho kitu sio kizuri, na hivi acheze, yani kuisaidia timu, aache lawama. kipindi cha pili kilipoanza tulianza kama vile vile kipindi cha kwanza, kwa kufanya mabadiliko ya kumtoa Charoba pamoja na Marugusa, ambapo kocha mwenyewe amesema kwamba sababu ya Charoba ilikuwa ni oaai tangu mwanzoni kabisa kwamba atatoka, ile ingefufua, sababu amecheza dakika nyingi sana, anacheza kila dakika ni karibu kila game, lakini pia sababu ambayo inaongezea kwa hiyo kutoka ni ile kuwa na Yellow card na maana, kama ana yellow card na trend yetu ya kupata red card, angekuwa targeted na wachezaji wa Atalanta, eh, kitu ambacho kingepelekea wangemforce kupata yellow card nyingine, ikapelekea kuwa na red card, kwa hiyo mwalimu akamtoa. Hii sababu mi sikuwa, sikuwa na sikuwa na shida nayo kabisa, na mimi mi nilitamani iwe hivyo, kuinga fafana na Chalobah leo, sababu ni zile zile mpira baada baada hapo tukatupokosidi. Goli la kwanza, ukiangalia goli la kwanza, nesi ni Fofana, kuna namna ana shida ya kutrack. Ile goli la kwanza ile ambalo tulifungwa na Atalanta na lile goli ambalo tulifungwa na Arsenal zinafanana, na vile vile kuna namna kama anawasahau watu ambao wanakimbia nyuma yake, yani kipindi yeye ana hamuiti bawake wa kulia kuja kukaa ile eneo ambalo anatoka. Merino alikimbia, alikimbia vile vilevile akafunga, na jana Scamacca alikimbia vile vile akafunga nyuma, nyuma yule yule beki mmoja Wesley Fofana. Na hisi kuna haja ya kuna nini kuna, kuna, kuna haja ya yeye kujifunza katika hili na aweze kulifanyia kazi kusudi vitu kama hivyo washambuliaji wanavisoma, hizi detail ndogo ndogo ambazo makocha wanazisoma na watazitumia wana, kutuadhibu. Baada ya hapo, kocha akatufanyia sub kwa kumtoa Enzo Fernandez na, na alimtoa Enzo pamoja na Pedro Neto akamwingiza Garnacho pamoja na Malo Gusto, kitu ambacho sikuelewa kabisa, kwa nini atoke kiungo namba 10 na ingie beki ikapelekea uwanjani tukiwa na beki takriban sita saba, mojawapo na beki ambayo anacheza namba kumi, sehemu ambayo inabidi uwepo creativity huko. Na Joao Pedro, najua kabisa Joao Pedro hao ni mtu ambaye ni ngumu sana kujitengeneza nafasi ya kufunga yeye kama yeye, lakini pia hana eneji hiyo, yani hayuko energetic kwamba atadrop atadrop chini achukue mpira akivena drive. Tunaona, kila akijaribu yani, ja, ku drive mpira wanamnyang'anya, kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa inabidi tumfanye kama target man kwa yani, kwa, kwa, kwa mechi ya jana. Hii ina faida gani? Akishakuwa target man ina maana hata wale mabeki wa katikati wa Atalanta ku yani ku, kuvuka kusogea mpaka karibu na ile ile dia katikati atawazuia vile, lakini pia akisha nani vile tukisha kuwa na namba 10 ambayo ni creative kwa mfano angeingia angeingia Fekundo bila noti, angeingia pale. Ndio maana kata viungo wala viungo katikati wa Atalanta wale mmoja yani mmoja wao au wote wasingekuwa wanavuka mstari kwa sababu wanakuwa wanavuka. Reece James anajua ni mzuri kwenye kupiga pasi; angekuwa anapiga pasi, jumla yao zinamkuta Fekundo. Ndio maana Fekundo yuko kwenye post space, ni nzuri ku drive mpira kumtafuta Joao Pedro ama yeye mwenyewe kwenda kushuti po ingetusaidia, inge, inge, inge, inge, inge, inge, inge sana katika hii anachofanya kocha, kamuingiza Malo Gusto. Malo Gusto mwenyewe akawa anachezea chini, yaani tukawa na wachezaji chini watatu, kuna Moise Caicedo, kuna Malo Gusto, kuna Enzo Fernandez waka Joao Pedro peke yake kule juu, yaani Joao Pedro aka yuko na mabeki wawili na, wa na unavyomjua Joao Pedro sio arin siondoski so si likokosta kwamba ataweza kuwamudu wale. Ikapelekea kaa amepotea kabisa mchezoni, tukakosa kontrol ya gemu. Atalanta sa wakawa wanakuja kwa, wana sababu situko chini tuko chini takriban wachezaji saba, kwasababu mabeki mabeki wanne jumuisha viungo watatu, ambao wawili kati yao ni mabeki wako chini wote wachezaji takriban saba wako chini, kule juu kubaki na Gittens, Genacho pamoja na na Joao Pedro. Hii ipelekea toka, toka, toka mstari wa kiungo kwenda mstari wa shambuliaji kuko na gap kubwa sana kiasi kwamba hata pasi kufika ilikuwa ngumu, kwa sababu hapa kuipo na mtu ambaye anaweza kuconnect kati ya safu safu ya kiungo ya chini na safu ya ushambuliaji ambayo cha kwanza, ndio mtu akakosekana pale, kabla ya wana zinakuwa tano. Goli la pili pia uh, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu mpira alifanya foul baadaye kugadi pale, ili watu wajipange. Yeye kama amerudi sasa hivi rudi watu wajakaa wa ja, kwenye shepu ya kuzuia, dikatala akatumia nafasi akafunga ile na pili nani pi. Tukapotea kabisa tukapotea, ajabu akapiga zikazi na blokiwa pale, lakini hazikuwa na msaada kwetu tena, kwa sababu game tashatoka upande wetu. Kwa game ya jana kocha alizingua ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, kwa kiasi fulani kwa kiasi kikubwa sio kiasi fulani, kwa kiasi kikubwa alizingua. Bila shaka atakuwa amepata funzo kwamba namna nzuri ya, ku, ya, ya, ya kujidefend ni kumshambulia mtu ukae kwenye zoni yake, lakini mtu akikaa kwenye zoni yako muda wote unaweza kuconcede goal. Right, kama kama tumekaa zoni ya, ya Talanta, ambaye anakimbia ni mzuri kwenye kutrack back, ni mzuri za, anajua kusema kwa sasa, kwa sababu ukimsikiliza hata kwenye press conference anaona kabisa anajuta, ile sababu ya nani, sababu ya Tosin kuingia na kuto na kuto kuna nini kuto kuto, kuto kuingia kwa mara nani, Estevao ama Andrey Santos, sababu anasema kwamba sababu ilikuwa imebaki, ilikuwa ni Andrey Santos, sababu Estevao, watu ambao wangeleta impact kwenye game. Kwa hiyo kocha al, alizingua jana na mimi hata kama nijifunza, tuna mechi takriban 4 sasa hivi hatujapata ushindi wowote, ni kipigo na sare mbili, vipigo viwili, kitu ambacho sio kizuri kabisa. Lakini kama jana tungeshinda pale, tukakaa na forma zingine mazuri sana ya kwenda kwenye top eight direct ilikuwa jana. Inaonekana sasa kazi ambayo tumefanya kwa siku ya Barcelona pia haina maana tena, kwa sababu unafunga Barcelona unabaki pale na pointi yako 10, unakuja unafunga na Atalanta unabaki pale pale 10. Barcelona mwenyewe anakuja kushinda na kupita yuko juu yako. Tunasema sasa hivi kwa kazi haina maana tena, o, ni kweli kabisa kwamba Chelsea tunapata wakati mgumu sana tukicheza dhidi ya timu ndogo, dhidi tofauti na tukicheza dhidi ya timu kubwa, na hii inatokana na kwa kwa, kwa, kwa sababu mbalimbali, lakini hapa nitaongelea sababu chache na sababu mojawapo ni zifuatazo. Sababu ya kwanza, utofauti kati ya setup ya mechi kati ya timu kubwa na timu ndogo. Timu ndogo mara nyingi zikija zinakuja zina zinakuja zinakuja zikiwa na defensive setups. Mara nyingi sana zinakuja zikiwa na defensive setups, nikimaanisha low block. Na hata dhidi ya Chelsea nafikiri wapinzani washagundua kwamba Chelsea kicheza dhidi ya timu zinazocheza low block dhidi ya Chelsea, Chelsea hawatoboi, ni kama wameshaambiana hivi kwa hiyo kwa sababu wakicheza low block, wachezaji kumi wako nyuma ya mpira, wachezaji kumi wako nyuma ya mpira. Wakati huo wanakuwa wameziba spaces zote, lakini wanakuwa na faida ya man to man marking na faida ya watu wengi sana wakati wa kujilinda zidi ya watu wachache sana, zidi ya Chesi. Kwa hiyo Chesi inakuwa na wakati mgumu kwa sababu ili uweze kushinda dhidi ya timu hizo unaje kwanza kuwa na, na mawinga ambao ni very creative na ni wazuri 1 vs 1 unaona. Lakini jambo la pili, unahitaji una, una kuwa na namba, na namba kumi ambaye ni very creative very aggressive na very fiziki. Lakini jambo la tatu, unahitaji kuwa na striker ambaye anatisha pale mbele, mtu kama Liam Delap watu wa aina ile unaona, watu ambao wanakuwa na presence kweli kwenye eneo lile la kusumbua mabeki. Kufanyeje, ndio unaweza kushinda, tofauti na hapo no way. Sasa hiyo ni tofauti kwa timu kubwa. Timu kubwa mara nyingi zinakuja zikaa zimefunguka, kwanza zimefunguka, lakini pia zinacheza mara nyingi highlights, jambo ambalo linaku, linaku, linatuia sisi uraisi Chelsea kwa sababu hatuhitaji mtu akotengeneza nafasi Of course nafasi zinakuwepo nyuma, nyuma ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya midfielders wao nyuma ya mabeki wao kunakun nafasi kubwa, wala hahitaji mtu akusema atengeneze nothing out of ni, out of something. Hahitaji, unahitaji tu mipira tu mirefu, watu wakimbie, asisti, aufunga, mechi imeisha. Unaona? Ndivyo tulivyofunga PSG, ndivyo tulivyofunga Liverpool, ndivyo tulivyofunga na, na, na, na, na, na, na Barcelona. Lakini ukiona timu zaidi ya timu za zinazo za, za, za, za, za low block, hizo nafasi hakuna, unahitaji mtu ambaye ana uwezo kutengeneza something out of nothing, mtu kama Cole Palmer ambaye anaweza kufunga goli wakati wowote, muda wowote. Haihitaji timu ianze vizuri au au ipo kwenye rhythm au haipo kwenye rhythm, anaweza kufunga kwenye set pieces, anaweza kuassist, anaweza kucreate chances, anaweza kufanya kila kitu. Sasa unahitaji watu kama Cole Palmer wanne au zaidi eneo la mbele, ili uweze kushinda zaidi ya timu za low block, jambo jambo ambalo wajaji hao sisi hatuna. Okay, ukizingatia kwamba mechi zilizopita nne ambazo tumecheza dhidi ya timu za low block tumepata pointi mbili tu, na hizo zote na hizo zote tumefungwa, tume, tume, tume mechi mbili tume, tume, tume draw mechi mbili. Unaona ni kwa namna gani ambapo tuna struggle, lakini mechi ambazo tumecheza, tumecheza na, hizo, tume, na, na hizo timu na Cole Palmer akiwa anacheza, Cole Palmer amefua kwenye mechi hizo na kutengeneza nafasi lakini, la, la, la, la, lakini hapo niongezee kwamba mimi mwono wangu mwingine ni kwamba Chelsea tumeshinda mechi nyingi sana kwa sababu tu wapenzani hawakuwa clinical. Hata hizo mechi mbili tulizo draw hizo tukawa tunafungwa sema tu wapenzani hawakuwa clinical. Niambiko ni, ni sababu yangu nyingine ya pili. Sababu yangu ya, ya pili ni masuala bwana ya kimbinu na kocha. Mimi toka mwanzoni kocha hata kwepa lawama lakini asibebeshwe mzigo wote yani, kocha hatakwepa lawama ila asibebeshwe mzigo wote. Kocha tunamlaumu tu pale ambapo mbinu zake zisipofanya kazi na kwenye masuala yake ya substitution, tunamlaumu hapo hasa kwenye, kwenye mechi hizi ambazo tunacheza na timu ndogo ukiacha kwa, ukiacha kwamba wanacheza low block, mara nyingi tumekuwa na rotation ya kikosi mara nyingi bila sababu ya msingi. Lakini kama unafanya rotation, usifanye rotation ya wachezaji wengi watano mara sita. Hapana, unaua rhythm ya timu. Timu isha ishajipata rhythm katikati ya uwanja, beki anajua kabisa nikipata mpira mwenzangu atakuwa wapi. Timu inaonekana shape, inafanya kazi vizuri. Mechi ijayo anapangua kila kitu, anaweka watu wapya, ambao wanacheza kwanza, hawaelewani mfumo wenyewe, hawajacheza wakiwa pamoja muda mrefu, unawachanganya hata wachezaji. Jambo la pili ni kukosa plani B. Maresca bwana amekosa plani b sana, tukicheza na timu hizi zinazocheza low block amekosa, amekosa, amekosa plan B. Ukiacha kwamba anamiliki mpira, tukimiliki mpira tunakuwa na 3-2-5 au 2-3-5. Sasa mara nyingi huo mfumo unakuwa hauna, hauna, hauna maana japo kwa tunakuwa tuna watu wengi mbele. Unakuwa hauna maana kwa sababu tuna namba tisa ambaye anatisha, ana uwezo kwa sababu tunalia Delap ndio. Lakini Delap mwenyewe hajaclick sasa. Unaona? Hilo ni jambo la ngapi? Jambo la pili kwenye kwenye sababu yangu ya pili. Lakini jambo la tatu kwenye sababu yangu ya pili, ndio maana nikasema kocha asababishe mzigo wote. Tumekuwa na makosa binafsi ambayo yamepelekea hizi mechi kuwa ngumu. Tumekosa kuwa kliniko sana kwenye mechi kama hizi za -za robo. Tunapata sio kwamba tupate nafasi. Tunapata nafasi. Makosa binafsi kwenye wakati sio kushambulia, lakini makosa binafsi wakati wa kushambuliwa. magoli mengi tumefungwa kwa, kwa sababu ya, ya ya makosa binafsi ya mabeki. Niishie hapo, lakini sababu yangu ya ya, ya, ya ya tatu na ambayo sio sio sio sio kubwa sana, lakini ni ni, ni, ni moja kati ya sababu ni ukosefu wa uzoefu wa kiku, kwenye kikosi chetu, unaona na na motisha, wakati tunacheza na mechi na timu za za low block mara nyingi tunakuwa na motisha kubwa, hata hata, hata kocha mwenyewe alishaye kusema kwamba eti mimi nimejiandaa na mechi hasa hata kabla zidi ya mechi ya, ya, ya, Barcelona. Why mbona ufanye hivyo dhidi ya Leeds? Unaona, tuna, tukienda kwenye mechi za zidi ya timu ndogo sisi tunaonekana timu ya mid table, alafu wapinzani ona, wetu wanaonekana ni prepared underdogs. Unaona, kwa hiyo inatakiwa motisha ile ambayo tunakuwa na maana kwa mechi kubwa, tuna tu motisha hiyo kwenye mechi ndogo. Tukiwa na mentality ya, ya kuwa na motisha kwenye mechi kubwa, lakini kwenye mechi ndogo tunakuwa na na, na, na na, motisha ndogo. Sahau kuhusu title kwanza kabisa. I'm very sure kila mshabiki wote wa Chelsea kwa disappointed na matokeo tunayopata recently ambayo hayako positive, yako negative, yanatukwamisha, yanatuumiza, yanaturudisha nyuma mimi napenda kumzungumzia Maresca katika njia moja ama nyingine. Kocha wetu haijui wapi pa kufanya rotation na wapi pa kufanya rotation. Kocha wetu ameshapata first eleven yake astiki, na first eleven kwenye kwenye Premier League, kwenye Champions League na FA, kama ni kufanya rotation akafanye kwenye FA na Carabao, lakini Premier League na Champions League aanzishe first eleven. Nilishangaa jana kwa nini kocha yani kachezesha almost mabeki sita kwenye mechi moja, mechi ya jana tulivokuwa tunaongoza goli moja, na tulivokuwa tunaongoza goli moja, um, I was very sure kwamba Maresca atafanya sabu, kama Enzo amechoka angemwingiza Andrey Santos, alafu ile alivyoumia pale Fofana angemsogeza kutoka right back ampeleke pale katikati akacheze na nane akacheze na badia shili. Kocha katu jazia, katuletea Tosin akati anajua Tosin katunyuma. Ushindi kwenye kama mechi mbili kila siku nikutoa boko kuchomesha kocha hajui watu pa kufanya rotation, yani sangine kama ana anapigwa na butwa eh? washauri wake na usijua namshauriji eh? una Acheampong yupo una Gusto, una Reece James, katika mechi moja

Chanzo chote ni Mareska. Mareska hajui wapi pa kufanya rotation, hajui wapi pa kumwingiza mchezaji huyu ata make impact. Yani Mareska ni kama mtu ambaye anachanganyikiwa, tena hususana, ukimfunga goli ndo kabisa unamchanganya akili, hajui hajui wapi afanye wapi afanyaje. Kwa hiyo ametudisappoint sana, yani siwezi kumtetea Mareska kwa lolote yani, kama uongozi uko redi kumfukuza, wamfukuze tu kazi, sababu Maresca, this is too much. Tunaongea mpaka tunaumia eh? atuhkuingia tuna mitandaoni, tunatukana tunasemwa eh. Sisi leo hii kulingana point na Manu, kwa kikosi chetu tunachona, tunaweza kulingana point na Manu. Tunavaa beji ya FIFA on top of our, of, of our our t-shirts hmm? leo hii tunajivunia tuna kuwa world champion lakini World Champion kwa kwa World Champion, ni bora ile finali wangeshinda tu PSG, wajulikane ni World Champions, kuliko unakuwa World Champion, alafu unakuja kuwa, unakuja kuwa underdog, unakuja kufanya uzembe na ujinga wa hali ya juu. Timu yote inakuwa World Champion, have to play like a World Champion. Inabidi timu kama Atalanta ijue kabisa nimecheza na World Champion timu tuna, tu, kama tunacheza na Leeds, tuna concede magoli ya kijinga yakijingaanasema hey, anasema ni old champion gani au walipata wali fuluko kashinda mechi ya fainali. Kwa hiyo sisi kama Chelsea, mimi na imani kama matajiri wata itawapendeza Mareska step down. Inabidi tupate kocha ambaye anaendelea na falsafa ya Chelsea, sio kocha ambaye anaturudisha nyuma atupeleki nchi ya hadi zake azieleweki, ni kocha ambaye anatumia wachezaji ambao hawatupi matokeo, ni anawachezesha bila mipangilio ambazo hazina kichwa wala miguu. Una first 11 una subs nzuri, unashinda kuzifanya at the right time. Una Amchezeshe Estevao mechi ya pili. Estevao mechi iliyopita aliingia dakika almost 80. Hmm. Estevao damu iko badi, damu inachemka. Estevao ni age ya kina Lamine Yamal. Angalia kina Lamine Yamal wanavyopewa nafasi wanafanya mambo makubwa. Yule dogo anaweza ukamchezesha throughout 90 minutes. Na uhakika 100% Estevao kama anacheza throughout 90 minutes lazima atakuofa kitu. Eh? Lakini kocha wetu haelewi wapo kumchezesha mchezaji wapo kumpumzisha. Yeye ni mindset yake ma takavyoamka siku anapanga kikosi. Kwa hiyo Maresca, tukiendelea kuwa naye, kaendelea kukidisappoint kila siku, itwako leo. Nyayo hayo tu.